Karibu katika himaya ya simulizi. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa hutoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube, nenda YouTube andika himaya ya simulizi. Mateso ndani ya sanduku sehemu ya nne, ilipoishia mwisho wa barua ndio ulimchanganya Amosi kisawa sawa. Kufungwa tena? Mbona mbaya hii kwa hiyo niende jela miaka thelathini? Nikitoka si nitakuwa mzee mimi? Amosi alijiuliza maswali mia kidogo, huku asijue nini cha kufanya. Nikimbie wapi mimi, ndugu wenyewe sina? Au niende kwa kaka, lakini nafikaje? Kabla ajamaliza kuwaza, mlango wao uligongwa tena. Safari hii uligongwa kwa nguvu na hasira kabisa. Amosi alinyamaza, Huku wasiwasi ukiendelea kumtawala. Endelea. Amosi fungua. Nini? Mimi Anita. Ilisikika sauti ya Anita, lakini hii haikufanya Amosi kutokuwa na hofu, bado alikuwa anaogopa. Alisogelea mlango na kuchungulia. Hapo kidogo alishusha pumzi baada ya kumwona Anita yupo peke yake. Haraka haraka alifungua na kumwingiza ndani. Lakini cha ajabu zaidi uso wa Anita ulikuwa umevimba. Kiashiria kwamba kapokea kichapo kizito. Mbona upo hivyo Anita? Amosi aliuliza huku huruma ikimjaa. Baba kanipiga sana. Baada ya kugundua nina mimba, hivyo alitaka nimtaje aliyenipa. Siku na jinsi zaidi ya kukutaja. Mama kaniruhusu nije kukuambia, hili utoroke. Anita aliongea huku machozi yakimtoka. Anita una mimba kweli? Amosi akuwa tayari kuamini lakini ndiyo ukweli halisi ambao aupingiki. Ndiyo kipenzi, muda huu naokuambia tumetoka hospitali na baba kaenda polisi. Barua yangu si umeipata? Ndiyo Anita, sasa mimi nifanya jembona baba yako mkatili hivi? Amosi alioji huku akizidi kutetemeka. Hakuna muda wa subiri, chukua hii pesa itakusaidia njiani. Ondoka, mimi nitamwambia mama yako kila kitu. Huo ndio uliushauri wa Anita kwa Amosi. Ukweli ulikuwa wakati mgumu kwake sababu akuzoea kutoka mbali na nyumbani. Aliingia ndani haraka na kubeba begi lake la nguo na kupenda sana Anita na kuahidi, nitarudi, kila kitu kitakuwa sawa. Alimwaga mpenzi wake na safari ya kwenda kusipojulikana ilianza, huku akiwa na wasiwasi akitembea kwa machali. Amosi, wapi tena alikutana na mama yake jambo kilifanya ashituke kidogo. Anita atakuambia kila kitu mama, mimi naondoka, alisema huku machozi yakimtoka. Unaondoka? Mbona sikuelewi mwanangu, unaondoka unaenda wapi? Amosi akuwa amejielezea vizuri. Sauti ya kiume iliyoshiba ilisikika, yule pale mpuuzi! Amosi alipogeuka nyuma, alimwona baba Anita na mapolisi wawili. Apo apo alianza kutimua mbio huku polisi wakimfuata. Kutokana na uzito wa begi aliamua kulitupa na kuingia polini. Wanasema kijana ni kijana, kwenye zile mbio Amosi alifanyikiwa kuwatoroka wale mapolisi. Laiki kimbembe kilikuwa ni kwamba yupo katika msitu asioujua na ajui anaenda. Yeye alikuwa anatembea tu. Upande wa mama Amosi alipata taarifa kutoka kwa baba Anita ambaye alilalamika sana mwanaye kualibiwa masomo na kijana Amosi. Huku mlea mwanao vizuri. Hii ni shida ya mtoto wa kiume kulelewa na mama. Baba Anita aliongea kwa kejeli. Lakini mama Amosi alikuwa kimya kwa mawazo juu ya mwanaye. Alikichukua begi la mwanaye na kurudi nyumbani. Jioni ilikuwa imeshaingia, wasiwasi kwa mama Amosi ulizidi. Upweke na ndio ulizidi kumchanganya. Itaendelea.